mtumia karereto na malani ya pepore zangu za moyo anaye muchewe familia nzima mario mwanahusiana na mtumia karereto alawahehi kabisa na nyosini mudziori cha shughuli zenu kuzaomboleza na famili na malani ya peporeni sana za mwana mwanawe mwenga hata adzambozo ra keresiarya anarira sana kwa utumu alaniambe kukala ni kifo cha utungu sana ambacho u karero tuchamfika. Unamaya, kifo ni kifo ela, kifo lichotengezerwa ama kifo kilichomfikira hakika ni kifo ambacho kinasikitisha. Kitu ambacho mimi nataka niseme tu ni kuhimiza vyombo vya usalama, taasisi zetu za usalama, hasa sana katika Kilifi County. tunataka tujue wale waliofanya kitendo hiki kwa haraka kwa sababu tumekuwa tukipiga simu. Hata nikija huku mimi nimepigia simu mkuu wetu wa usalama hapa kuuliza kama wamefika wapi, na maswala ya kufuatilia wale wahalifu waliomwangamiza mzee wetu Karereto, wakasema sofa wamepata majina na watafuta, kwa sababu hao watu wameenda mafichoni. Kwa hiyo mimi ninaamini ya kwamba process imeanza na na hakika ya kwamba siku moja hii familia hii itapata haki. Kwa hivyo, mimi ninachokiomba ni kwamba tusinyamaze. Kama sisi tunasema, hata nyinyi msukume, maana yake ah, mnahitaji msukumua vilongozi, ili na wamedema nimekupata haki ya babi yao, na kaiza family naomba apate haki ya mtu wa kwao. Na maana niambe poleni sana, osi Mario Makaiza, industry hii ya comedy

na nasikira kufailwa sana wakati huo na ndio muona pia nao atapata gaga gario gamfika na gaona pia kaiza hiyo hiyo mitandao na nasikira kushikitika sana kwa hivyo ni jambo ambalo na manya atu wanji matateka kukili na mtumia ya karereto na ni bora kutesha atu kuliko kila siku kusukiza hatu kwa hivyo gosina ario gatengeza lakini unamkumbukira na ucheshi